Huu mradi ni mkubwa sana, wala usiangalie kwa pesa iliyopo, angalia kwa impact. Hii barabara ndio barabara ndio lango kuu kabisa la kuconnect Dar es Salaam na mikoa yote, hasa mikoa hii inayoenda mikoa hii ya kusia, nyanda za juu kusini, na hii mikoa mingine ya kuelekea Arusha, kuelekea Tanga, kuelekea wapi. Kwa hiyo ni barabara kubwa sana na ukiangalia kwa population na ukiangalia kwa wingi wa magari, barabara hii ina wingi mkubwa sana wa magari yanayokwenda mikoani. Sasa kilichofanyika Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mtakumbuka kwamba baada ya malalamiko kutokea, baada ya hii njia kuwa imepanuliwa kutoka hapa mpaka pale Ubungo bado ilikuwa haijapanuliwa, kwa hiyo zimetafutwa fedha zaidi ya bilioni 80 ili ziweze kuja kwenye mradi huu mkubwa wa barabara na sisi tuko hapa kuiwakilisha tu wizara. Wizara ya ujenzi chini ya ndugu yetu Abdallah Ulega ameshatoa maelekezo mara kadhaa kwa mainjinia hawa kwamba wafanye kazi haraka. Na sisi sasa hivi Dar es Salaam tuna encourage watu wafanye kazi masaa 24. Haiwezekani kutoka pale Ubungo mpaka hapa utumie masaa manne, hiyo itakuwa sio ufanisi wa kazi kwao. Naomba pamoja na mainjinia pamoja na mshauri uliopo mfahamu umuhimu wa barabara hii, na kama mtadilei, lazima tutasukumana sana. Hii ni barabara muhimu kuliko yoyote. Na ndugu zangu, mwelewe kwamba leo tuko kwenye phase 4 ya BRT. Phase 1 ilikuwa ni hii barabara hii hapa mnayoiona kwenda mpaka kule gerezani kwenda mpaka kule Moroko, ilikuwa phase 1. Phase 2, phase ni hii inayokwenda Kilwa Road ambayo inakwenda mpaka kule Mbagala iliyojengwa kwa bilioni 217 na, na ikiwa na kilometa 20.3. Phase 3 ni hii inayokwenda mpaka airport ambayo inajengwa kwa kilometa 23 kwa bilioni 231. Awamu ya 4 au phase 4 ni hii unayoiona, inakwenda inatoka kule mjini, tuseme, ile hoio inakuja moja kwa moja mpaka Moroko Moroko Mwenge, Mwenge Sam Nujoma, Sam Nujoma inakuja mpaka huku inakwenda mpaka kule Tegeta, lakini ina loti tatu. Ina loti ya kwanza inayoishia Mwenge, loti ya pili inayokwenda mpaka kule Mbasia ya Bunju, lakini ina loti ya tatu pia ambayo inashughulika na masuala haya ya parking za haya magari ma na kila kitu. Kwa hiyo tuna loti tatu, na sasa tunataka tena kuingia kwenye phase 5 ambayo itakuwa ni Mandela Road mpaka kule kwenye ile daraja la ile daraja la la Kigamboni lakini na baadhi ya barabara vidogo vidogo kama ambavyo baadhi pia fez zimekuwa pia na hizi barabara ndogo ndani yake. Tunafahamu kuna malalamiko makubwa sana ya mtoa huduma wa mabasi. Na jana nilikuwa naangalia mahali watu wako kwenye basi, basi linavuja, wanalamika, wameshika na miavuli kwenye basi, nilikuwa naona kwenye clip moja inatembea. Naomba nisisitize kitu kimoja, ndugu zangu wa Tanzania kwamba huu mradi wa BRT ni miongoni mwa miradi mipya hapa nchini na ndio maana haujaenda kwenye jiji jingine lolote, bado uko kwenye pilot ya mkoa wa Dar es Salaam. Uendeshaji wa mara ya kwanza umeprove baadhi ya changamoto nyingi, na ndio maana mheshimiwa Raisi kupitia wizara sasa maalumu hii ya ofisi ya rais TAMISEMI wanaweki hadi kumake sure kwamba wanapitia upya zile sheria zile sera zile changamoto zote, ili watakapoingiza mabasi tena basi kusiwe kuna changamoto kama ambavyo tumezipata kwenye hii awamu ya, ya kwanza. Nyie mnakumbuka kwamba kuna barabara zimeshakamilika bado zina mabasi, lakini serikali imestruggle kuhakikisha mabasi yananunuliwa, watoa huduma wanaongezeka, kwa sababu mpaka sasa tuna udat ndiye anatoa huduma, lakini mjadala mkubwa chini ya ofisi ya mheshimiwa rais ni kuhakikisha kwamba tunakuwa na watoa huduma zaidi ya mmoja ambaye watakuwa wanashindana. Huyu akifeli atafukuzwa ataletwa mwingine. Iwe ni competitive kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda vizuri. Sasa katika hali ya kawaida katika hali yoyote ya kawaida haiwezekani ukafikiria kupaua nyumba kama hujajenga kuta. Kwa hiyo na hapa haiwezekani kufikiria kununua mabasi kama hujajenga barabara. Kwa hiyo hii ni miundo mbinu, ni fezi muhimu ya ujenzi wa miundo mbinu. Na miundo mbinu hii ni gharama kuliko hata mabasi yenyewe. Ukienda hizi bilioni mia mbili thelathini na moja bilioni mia mbili kumi na saba bilioni hizi ambazo zimetumika hapa, mabilioni tena leo kuja huku. Ukikombati, yakaenda kwenye gharama za mabasi, utapata mabasi zaidi ya 2000. Lakini serikali imeanza na kitu chenye gharama kubwa ambacho ni miundo mbinu. Tukimaliza miundo mbinu hii yanakuja mabasi. Mabasi ya kwanza yaliingia, yamechakaa, serikali na struggle kupata mengine. Kwa hiyo naomba sana hili lieleweke kwamba serikali haijasinzia inafanyia kazi changamoto nyingi zikiwemo za kisheria, zikiwemo za, po, za sera, zikiwemo za watoa huduma, zikiwemo zote hizi Ofisi ya Rais TAMISEMI is working ili kuhakikisha kwamba mambo yote yanakuwa solved. Mradi ulianza tarehe 11 tarehe 1 mwezi wa 11 2023 na unatarajiwa kuisha tarehe 30 mwezi wa 4 2025. Thamani ya mradi huu ni bilioni 83.894, lakini pia mpaka sasa mkandarasi ameshafanya kazi kadhaa na ameshaweza kulipwa fedha kiasi cha shilingi bilioni 21.619, hiyo ikiwa inajumuisha na malipo yale ya awali, yani advance ah. Katika mradi wetu kazi zinaendelea bila changamoto kubwa sana, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, lakini kikubwa ambacho tunakipata kama malalamiko kutoka kwa wananchi ni ishu ya foleni, na hii ni kwa sababu hii barabara mwanzoni ilikuwa na njia nyingi za pembeni ambazo kwa sasa zinatumika katika huu upanuzi. Sasa zinapokuwa zimebanwa, magari mengi yanayokonda sehemu moja, inapelekea napelekea msongamano wa magari unakuwa ni mkubwa. Lakini pia tuna changamoto nyingine tunazikuta pale inapotokea magari yanakufa barabarani ama ajali zikifunga tu barabara, sababu kwa sasa njia zinaenda mbili zinarudi mbili, inatokea hiyo changamoto ya foleni. Lakini kama mkoa tunajitahidi kushirikiana na mkandarasi pamoja na mhandisi mshauri kuhakikisha nyakati zote zinapotokea hizo changamoto tunakuwa mstari wa mbele kuzitatua kwa wakati ili magari yaweze kuendelea kupita.